Mchezo wa dabi ya Kariakoo upande wa mashabiki, mchezo ambao utapigwa Disemba ishirini na moja mwaka huu uwanja wa KMC complex, ambapo afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali anasema bwana wanatarajia kuwaalika wachezaji wao, uh, waliopo Dar es Salaam, uh, kwenda kushuhudia mchezo huo. Kisa na mkasa ni kipi? Huyu hapa Ahmed Ali anafunguka zaidi. Sisi mechi hii tumeitolea macho kwelikweli, ni mechi ambayo tunaitaka tuna, kwelikweli ni mechi ambayo tunataka kuwakata watu kilimo ni mechi ambayo tunataka kutengeneza heshima yetu ya mashabiki wa Simba Sports huku nje. Ni mechi ambayo tunataka kuonesha watu kwamba sisi ni mashabiki wa Simba, lakini na mpira wenyewe tunaoweza, na mpira wenyewe tunaojua. Kwa hiyo tarehe 21 ni siku ya kwenda kuonesha tofauti ya mashabiki wa mpira wa miguu na watu oyaoya. Ili ukishabikie kitu ha, kwa ufasaha, ni lazima ukijue. Kwa hiyo siku ya Jumapili ya tarehe ya ishirini na moja tunakwenda kuwaonesha watu ya kwamba sisi mpira wa miguu tunaojua, na hata tunapokaa kuzungumzia timu yetu tunazungumzia kitu ambacho tunakijua, tunakiweza na tunakifahamu. Tarehe ya ishirini na moja ya mm. siku ya Jumapili, bahati nzuri au mbaya, wachezaji wengi wapo mapumziko, eh, likizo, lakini kwa wale ambao watakuwepo hapa mjini, tutawaalika eh, waji wafanye kazi wanayofanya wanayofanya mashabiki wakiwa uwanjani. Eh, eh, mimi ndo kocha na nitanyoa upara siku hiyo kufanana na, kufanana na, na, na, na Selemani Matola eh. Kaka, sisi tumedhamiria ubaya mno kwenye hii mechi, kwa hiyo wale ambao watakuwepo hapa nyumbani mashabiki na wachezaji wa Simba tutawaalika tu, tuta kwa ajili ya kuja ku, ku, ku, ku, kuona na wenyewe E, namna ambavyo mashabiki wanaowasapoti na wao wakawasapoti hivi sasa, Ahmed Ally bwana. Mashabiki uh, kwanza nimefurahishwa ni ni ni na hii idea, ya mashabiki, yeah. Mashabiki. Mm. Najua hapa katikati kulikuwa na ombo la mashabiki wadui eh kweli eh viwanjani sana eh, kijani akijichanganya kwenye jukwaa la wekundu vita vita anashushwa vita, mpaka chini na jezi na chama chana nyanganyanga e unajua najua au kama uh, amevaa t-shirt ama shati lolote rangi ah, tofauti na uh, uh, na jukwaa ambao kuisha habari yake hii. Sababu ni nini kwani tunafikia huko ah, basi watu kuna kwa, kuna kizazi kilipita hapo cha, cha maafisa wa masishaji siyo wasemaji wale ah. Uh, wa umesahau kumbuka hiyo kuna, kuna nyakati fulani walikuwepo walisaidia sana kukuza hii tasnia ya usemaji, lakini kwa bahati mbaya kuna namna maneno edhiaka, edhiaka, ya hiaka uh, aliyojenga chuki walipitiliza. Sisi tukawa tunachekea chekea huko. Kumbe wanatengeneza bomu ambayo bomu kama sio kina Ahmed na Ally Kamwe kuja ku neutralize hapa, mambo hey, ah, yakakuwa magumu sana hadi national team watu waliweza kugawanyika kuga timu ya taifa, watu wanaenda wanaisusia timu ya taifa. Yanga akiwa wengi kuliko Simba balaa hapa katikati, uzalendo osekana kabisa. Unajua najua katikatilika tu. Shagalabagalaka. Tunawapongeza wasemaji waliopita wa hizi klabu mbili kongwe nchini, lakini kuna namna walileta sintofahamu e, na walileta mtafaruku mkubwa sana. Narudia na, na, na tena kwamba Ahmed Ally na Ally Kamwe eh, wanapaswa kupewa heshima

maisha ah, anakwenda so ma ma ma kasi kweli kweli, lakini katika hili kikweli, tuwapongeze sana, tuwapongeze. Hali ilikuwa mbaya, mpaka sasa hivi bado hali sio nzuri. Wakutanisha pale KMC, eh, unakuta mzee wa Utopolo huku unakutana eh, na ule anavaa nyekundu anavaa nyekundu afu yuko upande wa Yanga nani mchome, mchome, mchome, mchome, mchome. So MC, mchome na mjomba mshikaji wangu MC. sijui so so mchome yule shabiki ambaye anachanganya rangi yule alafu anaizungumzia wanakutana wale ae. ae. sasa wanazungumza mm, pamoja ndio na ndio hao ndio mashabiki wa timu ya taifa <coughs> pande zote mbili jambo jema sana wanapigana jambo, vijembe pale lakini huoni wakianza kuviziana waawwe kesho utoboe upiti pale mtaa fulani wow, na wale. hii kwa sababu uh, KMC hawezi kuchukua Tanzania wote. Ni ujumbe ambao uende nchi nzima, washabiki mm, wa hizi timu mbili. Bonge la idea! Mbona wazee wetu waliweza kutaniana vizuri, lakini mtu anafanyiwa mahojiano kaja shabiki wa utoka... ah, mahojiano, yukajabu, ah, ah, timu hii ah, anakwinda kabisa kwa yeyote ambayo aliwasilisha liwazo na likapokelewa na idara hizi mbili za habari na mawasiliano za Kariakoo, nadhani waliwaza vizuri. Nadhani liwazo pengine, kwa msimu ujao, naweza kawa lina tija. Na mkuu wa wilaya ya Ilala Mheshimiwa Mpogoro, toa milioni tano, patia mashabiki, mambo aliokuwa mazuri kwa hiyo kiongozi anakuwa sehemu ya hamasa. Yes. Eh. Toke Dar es Salaam, yende mikoani huko sasa. Ndio. Eh. Kwa sababu Tanzania yetu bwana. Tanzania wewe. Eh. Na hao si wametamalaki bwana Kariakoo. Safi, safi. Eh, wazuri sana. Sizo nyingine, wanaita kwa mara ya kwanza E. Kwanza wale wanakutana E. Wana, yes. Wanachangamana pamoja. Yes. Tena e, katika nyakati hizi ambazo e, ukianza kufuatilia kumekuwa na utani uliokithiri pia. Unajua upo, eh? Ndio. Eh?

ni utani au unani kigeli? Hiyo ni utani. Sisi tunasema sawa upande, eh, eh, upande eh, huu wa pili ambao wanamwona kijana wao ana mingo na huyu ambaye anamtaja yeye jasusi kwamba kuna jasusi upande huo, watu wasijakaanza kujiuliza, marambii bwana, mwenzetu huyu umemsikia, kuna mtu alikuwepo hapa jana kwenye leo tena akasema kwamba tuna majasusi upande huu wa pili, kuna wengine, yani, wachezaji Yanga, Yanga wana majasusi kwenye timu nyinginezo, wanavaa jezi za hizo timu. Mm. Sawa, lakini ni majasusi wetu na sio wachezaji pekee, bali hata kwenye ofisi. Na moja kawai liotoa, nilimsifu sababu bwana huyo unamzungumzia, Ally Kamwe, ili ufanikiwe lazima uwe na vyanzo vya taarifa. Mm. Eh, muhimu, muhimu sana. Hmm. Ushindi hiyo kama e taarifa ni muhimu katika maisha ya kila siku, na, na, kwa kuwa na bastola, lakini kama una taarifa, hey, na majasusi hey, hey, hey, katika timu karibia nyingi advance ake ili wajue una taarifa ili hey, hey, wajue kama umelala, endelea kusikutegeleza timu yako, una taarifa za wapinzani umekwisha. hey, amefungua kodi Ally Kamwe kwa upande wa pili mm, kama mambo yaendi yanaenda ndivyo sivyo, wasianze kumnyoshia kidole Ahmed. Hilo angalizo kaka A -a, angalizo nazungumza, eh, angalizo sio. Na kuna watu wamekaa wakaanza, wala bwana, sisi tunahusishwa na moja mbili tatu eh tuna there kiwa, mbona wewe jamaa kama wana bwana fresh yani inakuaje? Yani wakati wenyewe wamekuja na wazo zuri kabisa kuunganisha mashabiki wasijenge uadui. hmm. eh, eh, na uasama usiona ati mm. Kwa hiyo tutoe angalizo hilo, kwa sababu wamekuja na wazo zuri sana hawa wasemaji wa timu hizi mbili, za kaja jambo eh, jema mashabiki kuacha visirani eh, mpira furaha bwana, mpira burudani. Eh, nyakati hizi tulizopitia tusirudie tena, haiwezekani. Yani wewe kwa sababu ya misira misira yako, uko timu yako ah. Timu lako lenyewe bovu limefungwa, unaanza kila mtu anamwona adui. <laughs> <laughs> bovu, eh, <laughs> <laughs> bovu. Eh. bovu eh, Sasa, kwa amwona aduitimu timu yangu mimi mbovu matokeo lakini leo pia nimeona mbona kikao cha bodi yeah, eh, ya kurugenzi, nimeona cha klabu ya Simba eh, sijajua kutoka na tamko bwana, watu wachana albadili ama vipi? Kikao cha bodi kikao cha kawaida tu cha bodi, si mwisho wa mwaka lazima uweke mipango sawa, eh, mwaka unapindukaje na nini na kipindi hiki ligi imesimama mm -hmm. Afcon nakuja na, na, na, kikao tu cha kawaida cha kiongozi cha kawaida aso, umesikia kama wameshikana mashati ah, lazima shikana mashati <laughs> <laughs> <laughs> tutakuwa na ajenda za msingi kwa sababu hawa <laughs> ah, na kocha hivi sasa Yeah, lakini pia kumekuwa na sintofahamu na wakati huo wa utulivu kwa sababu mashindano uh, hayamna upanga, kuna yes. mis mi, mi mm. mipango hey, hivi sasa wakati mzuri sana <coughs> kabisa. Wapi mmejikwa wapi pa kurekebisha yes. wapi pa kuweka hmm. sawa yep. hey. hey. uh, wakati mwingine zikawa tu pressure ya nje, kumbe yeye mko katika maamuzi sahihi. Kuna siku nilikuwa namwambia mtu mmoja kwamba kumekuwa na pressure nje ya uwanja zaidi, hata hizo taarifa za majasusi wewe, shaka tunategeza pressure tu. hamna yoyote

aasaanazungumza lakini, mnanainitoshe kusema kwamba ni jambo jema kuunganisha mashabiki, kwa sababu hali tunaijua wenyewe mtaani. Hali imekuwa mbaya kwa mashabiki wa Simba na Yanga, wanachekeana kinafiki, hawapendani wengi wao so wote wengi, oh, wawa, wengi wawa, oh, eh, na utani wa jadi wamegeuza eh, kuwa chuki na uadui. Hiyo ndo kweli uadui chuki kabisa mabaya kiasi cha toka eh. wa watu kupigana lakini kwa namna namna hiyo wanaishana lakini namna hii wanaenda kuponya ah, kuponya wanaenda. Haya sio mambo utani eh, wa jadi, baki utani, utani. Urithi ni yes. utani wa jadi